mimi ni Amri Mwingwa. Hii ni Mwingwa TV, tuko Zanzibar. Hapa tulipo tuko Michenzani Mall. Muonekano mimi umenivuta kuongea nao bwana, noma sana Kinyamwezi, nimependa kapo yenu. Naomba moja moja jitambulishe chap chap. Nani kiongozi wenu kwanza? <sighs> Kwa majina yanaitwa Pista Julius Almarf Gege Jeyara. Okay. Kwa majina yanaitwa Aida Toni wa Kiusa, mm. Almarf Kiusa. Okay. Kwa majina yanaitwa Eliza Muhammad Selemani, lakini kwa star wangu yani kujulikana Skudu Makobela. Skudu Skudu Makobela. Yule anapiga piga. Mnafanya kitu gani? Sisi ni wachezaji wa mpira wa, yeah. wa miguu. Okay. Timu gani? Mafunzo Queens. Mafunzo Queens. Yeah. Na muda gani tangu mmejiunga na Mafunzo Queens? Mafunzo yameanzishwa mwaka huu, mm. Kwa maana tangu kutoka Dar es Salaam ya Kemp sasa hivi tuna miezi takriban kama 4 kasoro hivi. Okay. Najiandaa na yeah. ligi. Unajiandaa na ligi? Ligi ya wanawake sasa. Ligi kuu ya wanawake Zanzibar. Ligi kuu ya wanawake Zanzibar ambayo bado haijaanza. Haijaanza lakini natarajia okay. kuanza mwezi wa 12, mm. tarehe 20. Okay. Ah uh, om kabisa unapotokea ni wapi? Dar es Salaam. Dodoma. Dodoma. Dar es Salaam. Ah, Mbeya girl. Dar es Salaam. Mbeya. Mbeya. <laughs> Nakubali sana mimi, nimependa mwonekano wenu. Mwonekano wenu hauwasumbui kwamba mbona ah, tu wa kike alafu wanavyoonekana kama vile wamepigilia mipigo fulani hivi? Huu hauwasumbui mwonekano? Unasumbua kwa <laughs> sababu kila unavyovaa yaani unavyopita kila mtu anakuta simini, anajua mwenyewe <laughs> kama wengine wanavyosema ule msemo, sura sio roho. yeah. Kwa mtu akiona mavazi kama haya, anajua labda huyo labda akajifanya yeye mwanaume au nini, ila sisi ni wanawake yeah. kila kitu tunafanya cha kike mm haya -hmm. ni mavazi tu, alafu warembo ni warembo sana. Nakubali. <laughs> na mnatongoza, mi na mpenzi, ana mpenzi, sogea hapo kwanza. Okay, ndugu okay mahusiano yako jamaa, azingui la like? Oh, muonekano vipi, mbona mikato hii? mimi sielewi, hapana <laughs> ah, azingui kwa sababu tulikubaliana mm, kwamba unacheza mpira nini, mchezaji yeah. anacheza timu ya Mbeya City. Okay, kwa hiyo amekubaliana na kila kitu kwamba yeye eh, yuko kambini, mimi nipo kambini, tukirudi nyumbani basi tunaendelea na mambo mengine mm, okay. hayo ni mahusiano. Back to the business, to the fo to football. Wewe, tangu kipaji chako cha kucheza, lini umeanza kuona kabisa, mimi naweza nikafanya football atokana darasa la saba. La saba. Hivi hivi shule ni nacheza shule nini mpaka kufikia hapa nafanya mazoezi naenda mikoa tofauti na Uislamu. Yeah. Timu nyingi tunakutana na vishawishi vingi, lakini tunapambana hivyo hivyo. Yeah. Mpaka kufikia hapa. Kwa watoto wa kike changamoto huwa ni zipi? Kuanzia kule shule mnapokuwa mnasoma na nini mpaka sasa? Changamoto nyingi ambazo nazipata yeah. ambazo zina block kuweza kufanikia inakuwaje yeah. kwenye career yako? Inatokana pia na wazazi. Mm. Kama wanakuelewa, wanakusapoti kusapoti na kukuta mzazi yeye anataka usome anataka ukae nyumbani ufanye kazi au ulewe, unajua huo mpira yeah. unacheza na wanaume nini, unakuta sasa mzazi, dini imemkaa, hiyo ndo tatizo yeah, yeah. huo mda ambao unatumia kuona uweza mpira huko kufanya mazoezi mm. si bora uende msikitini bora nini, na bado tena uwanjani ukifika, viongozi kwenye timu pia kuna vishawishi yeah, yeah. ukatongozwa na kiti manager ukafanya yake, unapambana, unaona, unajitunza, unajua kabisa ndoto zangu mimi. Kufikia dream yako ni ipi, ndoto yako kubwa? Mimi ndoto yangu kwenda kuchezea Real Madrid Queens. Real well, Madrid Queens. Bana yeah. noma sana. Umetisha yeah. sana. Kitu gani ambacho unaweza kusema na Watanzania? Ah, uh, waendelee wa kutusupport wasichoke yeah. pia wasione kwamba mpira ni uhuni kwa wanawake. Mpira unalipa pia tunaiheshimisha pia nchi yetu kwa yeah. sababu JKT unaona ameenda kule wame. Yeah, kwa hiyo pia wanawake pia wanaweza sio tu wanaume. Mm. <laughs> Bana shout out sana. Unamwambiaje kipenzi mm-hmm. chako? <laughs> Ngoja tuongee na, na nani hapa hapa yeah. hapa kwenye career yako, we, ni lini uligundua kwamba mimi naweza kufanya football? Tangu takriban ni niko shule ya msingi najua, mm. shule kunakuwa kuna mambo ya michezo mchezo na michezo, michezo. Yeah. Kuna michezo naona boys wanacheza nikaona naweza kujaribu okay. Nilipoanza, na nilianza mm. kucheza kumaliza shule nikapata timu hmm, ndogondogo ya kujifunza nilijifunza, hmm, na mpaka sasa hivi naendelea. Ulipataje fursa ya kujiunga na mafunzo Queens? mafunzo Queens mafunzo Queens ulipata fursa vipi? Najua sisi wachezaji hmm, kuna connection ambazo tunajua. Nasema wachezaji kuna mashindano mengi mengi tumecheza, na isitoshe ligi ya Zanzibar, si mara ya kwanza kuja kucheza sasa hivi, nishawahi kuja kucheza nikaonyesha uwezo, baada ya kuonyesha uwezo kuna timu imeanzishwa nikapigiwa simu na timu nikajiunga, nikuishi na watu vizuri, kuonyesha kiwango, ndio kumefanya mpaka sasa hivi ni mafunzo yeah, yeah. Muitikio, mapokezi, watu wa Zanzibari wenyeji, of course ni wa Zanzibar wenyewe, mnatokea bara, muitikio upoje? Mwitikio ni mzuri kwa maeneo, hususan maeneo ambayo tunakaa, kwa sababu sizani kama Zanzibar nzima wanatambua sasa hivi kuna mafunzo Queens. Hawatambui, ila ligi itakapoanza nadhani watatambua kwa sababu itakuwa inatangazwa, japo sasa hivi imeanza kutangazwa, lakini kutokana na timu ni mpya kwa hapa Zanzibar, kidogo kujulikana kuna tofauti mm. timu timu zingine ambazo ni pinza, yani kwa maana timu wa washindani ni zipi mpaka sasa hivi mm? timu shindani kuna JKU wacheza okay. Klabingwa naona wapinzani wapo katika ligi kuna mm. South Sisters kuna zingine Warriors yeah, na sijui Dunga, okay. na kuna baadhi ya timu zingine tumesikia tu kwamba zinaweza hmm. zikatoka Dar zikaja kuomba ushiriki, okay, kwani taarifa rasmi bado haijajulikana. Kwenye mashindano, Mafunzo Queens unaiona wapi, au mnajiposition katika nafasi ipi? Ah, kwa muda tuliokuja kujiandaa, hmm. yani tunatamani na tunaimani itakuwa hivyo hmm. Sisi tunataka kuwa mabingwa tukatangaze yeah. yeah. timu mbele kwa sababu bingwa huku Zanzibar anakutana na, yeah. nisimba, eote, na bingwa wa Tanzania bara kama labda ni JKT au ni Simba yoyote ambaye atashinda na mashindano ya kuwa bingwa ya wanawake yeah. kwa sisi jicho letu kubwa sana chuo bingwa, tukacheze kuwa bingwa, endelee ku kuonyesha kiwango chetu. Swali lingine katika kwenye, kwenye ligi ya ukilinganisha ligi ya bongo na ligi ya huku mshindani upoje? Unahisi huku kuna fursa zaidi? Kwa sababu ukiangalia sasa kwa upande wa wazamini kidogo huku changamoto, wale wazamini wakubwa wakubwa hata ukiangalia ligi kuu ya, ya, ya wazamini wanakuoga kidogo changamoto. Wewe unalionaje kwa, kwa ligi ya wanawake ya Zanzibar? Wazamini kweli ni changamoto, tofauti na Tanzania Bara, mm -hmm. Ila kwa kitu ambacho tumekiandaa sisi kama mafunzo yes, na imani tukishaonyesha kitu chetu mm -hmm. Na imani kubwa kwamba kuna support itajitokeza yeah. Na hata kama kuna wadau wanaona wa support mpira. yeah. yeah. so u mpira ni ajira Mama, yeah. si tuko mafunzo tunategemea, mm. kupata ajira ajitokea. Umesema nani vile? Naitwa Peace Cake Gege Jiala. Nataka kuuliza swali kwanza. Are you dating? Wewe una mpenzi na? okay, na oh, na oh, mm. Yeye kwa upande wake hamna changamoto yoyote na mchezo unaofanya kwamba huyu uh, anacheza mpira ah. Changamoto hamna, kwa sababu yale ni mahusiano tumekubaliana mm. kabla aja, kabla hivi nifuata mm. ni approach mimi kwa kubaliana, nikamwambia bwana, mimi unajua kabisa nacheza mchezo na na fulani mm. kwa hiyo mimi siwezi kuja kunizuia, hicho ndio kipande changu yeah akakubali yeah. E, akalizia lini ulitambua kwamba mimi naweza kufanya kucheza football na football inaweza kuwa sehemu ya ya maisha yangu? Nilitambua pale nilipokuwa shule mm. kwenye michezo miseta miseta yeah ni shiriki kwenye mchezo wa Mr. Mseta. mm. yaani hivyo ndio kidogo, kidogo kidogo siku nikajiona mbona kama vile mimi naweza nikaja. Kuchukuliwa na academy ya Fountain Gate kakaa pale wakanilea wakanifundisha mpaka kufika huko. fursa eh kufika huko ndio kama alivyosema tu yani, mm. connection. Ndoto connection. Ni okay. yako kubwa ni ipi? Mm. Uko Barcelona. Okay. Kwa timu za Bongo unatamani timu yeah, gani uweze kupigia, ukiacha mafunzo Queens? Unasema kuna timu fulani unatamani lolo mudu wako ambayo unamwangalia sana ayani yote ambayo mchezaji unampenda sana, natamani kufanya kitu kama zaidi yake. Unamwambiaje degea. Degea. No, una kama nakunlibiaje eu wenyewe wenyewena sana, lini ulianza kujua kwamba mimi naweza kufanya football. Wow. Na ikawa ni sehemu ya maisha yangu. Okay. Ulishiriki mashindano mengi sana ahhle ya msingimiashtayari mashindano ya shule za msingi. Okay, that's good. Na changamoto au sapoti kwa upande wa wazazi ikoje kwa upande wako? Ah, iihezo Mwisho siku walipokuja kuniona nafanya mwisho mm. Siku wakakubali na wananisupport. Okay. Na competition unavyoiona kwa ligi ya huku Zanzibar na da position gani wanaiweka, like kwamba unaona je, kuna fursa zaidi kucheza Zanzibar au nadhani kuna kucheza mafunzo au nadhani kuna sehemu wanatakiwa kufanya zaidi ili ligi iweze kuwa nzuri zaidi? Eh, kweli wanatakiwa wafanye ili ligi iweze kuwa nzuri zaidi kwa sababu ukiamini kile unachokifanya na ukitambua nini unataka ukijituma, mimi naamini juhudi zinafanya ndoto iwe yep. Kwa naamini haijalishi uko Zanzibar mm -hmm. au uko wapi, naamini ukijituma, kwa sababu mpira ni mchezo wa wazi ukionyesha yeah. Utaonekana. Kwa juhudi okay. zako mimi naamini zaweza kukufikisha popote mm. timu yako ya, timu ya ndoto zako ni ipi? Natamani kucheza Yanga Yanga Princess, mm. Princess inapendo sana. Nani unamwangalia kama role model wako? Okay. Mm. Mwonekano wako haukusumbui? Uko oh, yeah. fresh. Mimi kwa kwangu nakuona fresh lakini kwa jamii wanavaa kama watu wa kiume? Hizi ni nguo tu. Okay. labda nikuulize swali tu la challenge. Like je, yeah. Okay, dress kawaida kwamba kidada dada zaidi, alafu kafanya football, kuna shida? Ah, no, kuna shida, si unaona fitness, anavovaa anacheza na vao yeah. leza ushungi yeah. kama kashedo just yeah. Yes, kuamua tu, definitely yeah. na na habari sana social media unatumia TikTok labda yeah. Zenu kama mna social media TikTok, Instagram au vipi? uh-huh. Yes, tuanze hapa ni yeah. TikTok natumia Daizo Aidan. Instagram natumia. Ah. Basi yani, udambu udambu ule uwanjani vikorokoro, mimi natamani niwatembelee siku moja mkiwa mnapiga madude pale. Akaunti yangu ya TikTok natumia Gege JR. Gege limetoka wapi? Okay. Ticha alianza kunifundisha mimi kuitwa Gege mimi ka jina lake, unajua Gege gejuni. kuna ile gegedu <laughs> gegedu namjua gege <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> yeah, bana noma sana. Shout out kwa mafunzo Queens bana, tutatembelea siku moja sehemu ya mazoezi mnapopiga na mimi nitakipu in touch kwenye ligi kuu e, tunagusagusa sana sisi sports, kwa hiyo tutakuwa pamoja sana.